Swalatu id, sala ya idi iwe ni idi lfitri au idi ladha ni katika vitu ambavyo tumepewa sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni katika vitu zawadi Allah subhanahu wa taala ametupa sisi umati Muhammad, watu wa nyuma huko hawakupewa swala so ya idi lfitri na idi ladha. Hauna umati wa nabii Isa swala so ya idi lfitri na idi ladha na mitume na wengine waliopita. Sisi umati Muhammad ndio tumepewa swala so ya idi lfitri, na historia yake fupi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika Madina akawakuta watu wa Madina wana siku mbili. Katika siku mbili hizo wanacheza na kufurahi. Akawauliza swali, hizi siku ni siku gani mnazocheza na kufurahi ndani? Wakamjibu wakamwambia kwamba kuna nalabu fihima fil jahiliya, hizi ni siku ambazo tulikuwa sisi tunazitumia kucheza kabla ya Uislamu. Kwa hiyo wenyewe tunaendelea kuzienzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana Qad abdalakum llah bihima khairan minhuma, Mwenyezimungu amewabadilishia nini? Siku bora nzuri kuliko hizi siku zenu mnazocheza. Akawapa siku mbili, wahuma yauma alfitri waladha, nani? Siku ya idi alfitri na idi aladha. Kwa hiyo ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezimungu subhanahu wa taala ambayo tumepewa sisi umati muhammadi sal llah alih wa sallam.